Sisi tunapokuwa tunatoa huduma zetu tunakuwa tunapeleka mwili tuna uchaji shilingi elfu arobaini na kuongeza gharama nyingine ilimradi tu tujipatie kipato. Kwa kweli hizo ni taarifa ambazo naomba niseme kwa niaba ya taasisi na watumishi wote kwamba hizo ni tuhuma ambazo si za kweli. Sasa ningependa nichukue nafasi hii labda nifikishe taarifa kwa umma, utaratibu ukoje au huduma hiyo ikoje eh? Kwa kweli kutokana na miongozo ya kuhifadhi mwili wa marehemu ni lazima upitie mochwari. Kile ni kitengo kinachojitegemea katika hospitali yetu na kina taratibu zake katika kutoa huduma kwa wapendwa wetu wanaokuwa wamepoteza maisha. Kwao mpendwa wetu anapopata janga uh, hilo la kupoteza uhai akiwa wodini akiwa sehemu yote ile, lazima apite katika hicho kitengo ili aweze kufanyiwa taratibu zingine zote za kimaandalizi, ki na kidata au kiregistry, ili aweze kupata huduma husika na hii yote ina, ina, inafanyika hivyo ili katika kuweka rekodi, kuweka mambo sawa, katika kuhakikisha usalama wa yule aliyepoteza maisha anaingia katika, anachukuliwa na familia sahihi au na ndugu sahihi, lakini pia ni moja ya sehemu ya ku, ya kusaidia katika njia za kujikinga na maambukizi katika sehemu za hospitali. Lazima mwili pia upitie mazingira uweke katika hali ya usawa, ili na ndugu anapochukua tujue kabisa hawako katika hatari yoyote na hiyo ni, ni kuendana pia na kuzingatia taratibu za miongozo iliyowekwa na Wizara ya Afya chini ya serikali yetu kwa ujumla. Sasa labda garama, tunazo zicharja, tunazo kwa ufafanuzi wa gharama tunazozichaji au tunazozitoa pale kwa huduma hii, cha kwanza kabisa mwili unapotoka sehemu ulipokuwa maanake, uh, ikishathibitishwa kwamba amefariki, ule mwili utaenda ile nyumba ya kuhifadhia au mochwari na kama mwili utakaa chini ya masaa ishirini na nne hakuna gharama yoyote inayotozwa, lakini endapo utatunzwa kwa zaidi ya masaa ishirini na nne kwenda mbele, gharama kwa siku ni shilingi elfu kumi tu, na kama tunavyojua kwamba mwili ukiingia mle, kama ndugu ataona, tunahitaji kuutibu kuwekea dawa katika kutunza usiharibike ridhaa ya ndugu ndio itakayosema tunahitaji ufanyiwe hiyo huduma. Ndugu atachangia dawa za kusaidia kuutunza ule mwili, nayo ni gharama shilingi elfu thelathini tu kwa. Mbali na hapo, hakuna huduma, gharama yoyote ambayo ndugu atakayoingia kama sehemu ya ule mwili ku, kupita katika lile jengo. Lakini pia uh, kama mwananchi ameona kwamba amepata ndugu yake amefariki akiwa nyumbani. Kuna wengine wanaomba kuja kuhifadhi katika hospitali yetu ya mkoa uh, wa Tabora katika kile kitengo cha mochwari. Pia mwili wa marehemu aliyefia nyumbani akiletwa katika hospitali atachangia elfu kumi na tano kwa ajili ya kufungua faili, kwa sababu tunapomhitaji hapa, tunapomhifadhi hapa, lazima ingie katika rekodi ya kwamba amepewa huduma katika hospitali yetu, na sisi utaratibu wa kuhesabika kwa kwamba umepewa huduma ni katika mifumo yetu ya kirecords patient file. Kwa kupata ile huduma ya patient file ni elfu kumi na tano na ni bei ambayo sawa na mwananchi ambayo angekuja akiwa yuko hai. Kwa hatuna gharama kwamba kwa sababu huu ni mwili tuchaji zaidi? Hapana, anapata huduma kama mwananchi mwingine ambavyo angepata, na pia gharama zinaendelea vile vile kama utalala zaidi ya masaa ishirini na nne maana yake atalipia shilingi 10000 kwa ile siku, na kama ataomba pia ule mwili upewe tiba au utibiwe, utunzwe usiharibike, gharama ni zile zile, atachangia elfu thelathini kwa ajili ya zile dawa zitakazotumika, na pale atakapohitaji kuchukua atapewa mwili wake kwa wakati na muda uliotajwa na serikali. Nadhani nafahamika kwamba e, muda wa kuchukua mwili katika taasisi yoyote ile au katika hospitali ni ule muda wa kazi, saa 12 asubuhi kwenda mbele mpaka saa 12 jioni. Mbali na hapo, miongozo hairuhusu mwili kutoka ndani ya taasisi labda kwa kibali maalum tu cha serikali, ambacho miongozo ipo, akielekezwa anafatwa, anapata kibali, mwili unaondoka. Uh, nizidi tu kutoa rai kwamba katika utoaji wa huduma katika sekta ya afya, bina, uh, sekta ya afya ni moja ya kitengo ambacho tunatoa huduma kwa weledi kwa utu na pia kwa kufata misingi ya kitaaluma sisi hatupendi sana kufanya vitu kwa ajili ya kumuumiza mwananchi. Yule ni mteja wetu, na kama alivyo mteja kwa kiongozi aliyekuwa anaongea nao ko, kwa inapotokea kwamba kuna mkanganyiko wa taarifa, sisi tunawakaribisha katika hospitali yetu. Ofisi ya mganga wa mfawidhi ipo wazi masaa 24 kupokea changamoto hizo na kuzifanyia kazi, na kwa yeyote yule ambaye ataona anapata ugumu tumeweza kuanzisha kundi la jamii ya Wanatabora, anaweka mle hoja zake zinatatuliwa. Namba za simu za viongozi za uongozi wa hospitali zote ziko wazi kwa mwananchi yeyote, anaweza akapata huduma kwa muda wowote atakaokuwa amepata changamoto. naomba